Mshindi wa zamani wa Ultimate Fighting Championship Mr. Cain Velasquez alihukumiwa kifungo cha miaka mitano Jumatatu kwa kushiriki shambulio la risasi mnamo mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kwa kumshambulia mwanamume mmoja aliyetuhumiwa kumdhalilisha mtoto wake. Kabla sijaendelea na taarifa hiyo, wacha ni kupe tafsiri kidogo ya mchezo wa Ultimate Fighting Championship. Mchezo huu unatokana na shirika maarufu la michezo ya mapigano Linaloandaa mashindano ya mchuano wa Mixed Martial Arts. Sasa, Martial Arts ambao ni mchezo wa mapigano ambapo wapiganaji wanatumia mbinu mbalimbali mbali za kupigana ikiwa ni pamoja na mapigano ya mikono, miguu, ngumi na ufanisi wa kushikana kwa kumshikilia mpinzani mwenzako. Taarifa ya Velasquez inaendelea kwa kusema kwamba Velasquez alihukumiwa katika kaunti ya Santa Clara baada ya kufikiri kutenda kosa la jaribio la mauaji, shambulio la jinai na mashtaka mengine yanayohusiana na silaha mwezi Agosti wa mwaka 2024, kwa kile ofisi ya mashtaka ilichokiita ni shambulio la risasi la kujichukulia sheria mkononi. Mwakilishi wa utetezi wa Velasquez, Bwana Reni Hauseling, aliyeita hukumu hiyo kuwa ni chungu tamu, kwani walikuwa na matumaini ya kumwepusha Velasquez na kifungo cha gerezani. Nikimnukuu taarifa yake, mwakilishi huyo wa utetezi alisema kwamba katika yote hayo, Cain ameonyesha ujasiri na nguvu ya tabia. Cain amechukua jukumu la matendo yake na amehusishwa na matokeo ya vitendo vyake. Hukumu iliyotolewa leo inaonyesha ugumu wa hali hii na inatambua mwanaume aliye nyuma ya vichwa vya habari, mwisho wa kunukuu. Mr. Cain Velasquez anashtakiwa kumshambulia kwa risasi Hari Golate. Golate ambaye alikamatwa kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia kwa mtoto mwenye umri wa miaka minne katika kituo cha watoto kilichomilikiwa na familia yake, baada ya mwenendo wa kesi hiyo kwa dhamana ya kifungo cha nyumbani, na alikuwa akielekea kuchukua brasi ya ufuatiliaji wa kielektroniki wakati Velasquez alipomshambulia. Brasi hii ni kifaa ambacho kingemsaidia kupata hatua zote alizopita. Mr. Cain Velasquez katika podcast ya mchezaji mwenzake na Mr. Kenny wa zamani, podcast ya Kylie Kingsbury, Velasquez alinukuliwa akisema kwamba jinsi alivyoshughulikia hali hiyo kwa kusema sio njia sahihi ya kufanya. Nikimnukuu tena, Mr. Velasquez alisema kwamba hatuwezi kuchukua sheria ya mikononi mwetu, najua nilichofanya na najua kilichokuwa hatari sana kwa watu wengine, unajua, si kwa wale waliokuwepo tu, bali kwa watu wasio na hatia Ninaelewa nilichofanya na nipo tayari kufanya kila kitu nitakachokiweza ili kulilipia hilo. Mwisho wa kunukuu. Mistr Velasquez pia alisema kwamba ni muhimu kuwa na mazungumzo ya wazi ya uaminifu wa watoto wako kuhusu tabia ipi inayokubalika na kusikiliza wanachosema. Kwa upande wa wakili mkuu Mistr Jeff Rossem, katika taarifa yake alisema kwamba kama Velasquez anataka kutenda haki katika kaunti ya Santa Clara, tafadhali Velasquez anatakiwa kuomba cheti cha polisi. Nikimnukuu taarifa yake, wakili huyo alisema kwamba uamuzi wa mtu mmoja kuchukua sheria mikononi mwake uliacha mtu asiye na hatia akiwa amejeruhiwa na kuathiri watoto wa shule, walimu na wengine wengi katika jamii yetu. Mwisho wa kunukuu. Mnamo mwezi Februari 2022 bingwa mara mbili wa mchezo wa Ultimate Fighting Championship katika uzito mzito alifyatua risasi mara kadhaa kwenye lori lililokuwa na watu watatu, wakiwemo Hari Golate mwenye umri wa miaka 46 ambaye anakabiliwa na mashtaka ya udhalilishaji wa watoto, kulingana na ofisi ya mashtaka ilivyosema. Hii ni Sawasawa Digito, habari kiganjani mwako.